Mheshimiwa Spika, eneo jingine takalolipa uzito mkubwa ni sekta ya ujenzi. Kipaumbele chetu kitakuwa kukamilisha miradi mbalimbali ya ujenzi wa barabara ambazo tayari zimeanza na zinaendelea. Tutaongeza kasi ya utekelezaji wa miradi ya barabara kupitia TANROADS, ili tufikie lengo letu la kuunganisha wilaya zote na makao makuu ya mikoa yao kwa kiwango cha lami. Kwa jiji la Dar es Salaam kwa umahususi wake, tutaboresha barabara kuu kwa kujenga barabara za juu katika makutano ya barabara katika maeneo ya Moroko, Mwenge, Magomeni na Tabata, na ujenzi wa awamu zilizobaki za miundombinu ya mabasi yaendayo haraka tunakwenda kuyamalizia. Tutajenga uwezo tutajengea uwezo ili uweze kusimamia vyema uendeshaji wa mabasi haya. Tutakamilisha pia ujenzi wa daraja muhimu, daraja la mto Msimbazi.